Him. the h theiadishedhi fte hissamoo twat ni Mkristu ambaye alikuwa na simu kanisani akenimao kuuka kuizima na wakati wa mahubiri, basi ile simu ikapigwa na ikaweza usababisha taharuki mle kanisani, akuambiwa kwamba kuhubiri aliweza kumzomea na pia Wakristo waliweza hata kumhukumu kwa, kwa sababu ya kitendo hiki. Mke wake alimzomea kwa sababu ya jambo hilo. Walipokuwa wanaelekea nyumbani, na marafiki wa huyo mtu walitikisa vichwa vyao kwa kushtushwa na tukio lile, kama njia moja wapo ya kulaani huyo mtu na kijaa aibu kwa yale aliyoweza kuyafikia elezwa kwamba hakuni tena katika lile kanisa imikanza. Baada ya ibada jioni yake, alielekea kwa baa na akaitisha chupa ya bia bado akiyawaza aliyo yapitia kwenye kanisa lile, kwa bahati mbaya kwa ile chupa na chupa ikatoka mezani na ikaanguka na ikavunjika, na baadhi ya watu waliokuwa karibu waliweza kumwagikiwa na ile kombe. Waliamka kwa haraka wakaja mahala ambapo huyu mtu alikuwepo, na alipomwona wakija alifunga macho, akigojea lolote lile ambalo litaweza kutokea, huku akidani kwamba hata pengine wengine sio tu kumzomea, watamzomea hata pengine watasababisha vita, lakini walikuja wakamtuliza, wakampa pole, akimuuliza kama ile chupa imeweza kumkata, na yule alikuwa mhudumu wake alimwomba msamaha, akamletea kitambaa aweze kujipanguza akawa mtu wa kuja kupanguza mahala ambapo ile pombe ilimwagika na kuokota ile chupa iliyovunjika. Baadaye aliweza kuletewa bia nyingine na kuambiwa pole sana, hiyo tunaoita the complimentary drink kwamba hakwailipe, lakini nikutulizwa baadaye

wale wanaofanya kosa kama jinsi ambavyo huyu mtu alikaribishwa kule kwa baa kulimfanya siukose kurudi kule, alimkawa wa Wakristo ambao walipaswa kumleta karibu na Mungu, ndio waliweza wali kumfukuza kwa sababu ya maneno

wakasimama katikati ingawa milango ya chumba walimokawa kuasi ilikuwa imefungwa kwa kuogopa Wayahudi, kumaanisha kwamba wanafunzi wake Yesu Kristo bado walikuwa na kumbukumbu ya matukio ya Ijumaa Kuu vile ambavyo Yesu alikamatwa katika shamba la mizeituni akaweza kuongozwa mpaka kule Praetorio na baadaye Pilato akakalia kiti kule Gabala, akaweza kuukuu Yesu atualiwe.

na damu ilivuja njiani, kimbeba msalaba mzito hadi kule Kalvari alipotumikwa na kufa msalabani. Kwa hiyo mambo haya yaliwasumbua sana wafuasi wake na hasa mitume wake wale ambao walikuwa wamemwahidi watasimama pamoja naye. Na tunakumbuka hata maneno ya Petro aliposema kwamba hata kama ni kuwawa, hata kama ni kutiwa gerezani, nitaweza kwa wanamana pamoja nawe. Lakini haya yalikuwa ni maneno tu, kwa sababu ukweli ulipo baini O so, kama alivyokuwa ameambiwa na Yesu utanikana mara tatu, hivyo ndivyo alivyofanya. Wengine walimtoroka, hawangeweza kuvumilia kwa sababu ya uoga, na uoga ukawapeleka mbali na Yesu Kristo.